Katika masala ya kuchinja, mara nyingi kuna watu wanasema kwamba bismillah hii, bismillah shehe, bismillah bismillah, wakati wa kuchinja ina hukumu gani? Wakati wa kuchinja shehe, hii usipopiga kama sahau, je, itakuwa mnyama ni halali kuliwa? Na bismillah katika kuchinja ni wajibu, ni wajibu, lazima lazima. Tukisema wajibu, ni kwamba ni kitu kipatikane lazima. Naam, naam. kwa sababu wewe unasema kwa jina la Mwenyezi Mungu, namchinja huyu mnyama naam. naam. Lakini mfano kama mtu atasahau, naam, naam. Sio, ushachinja tayari na tayari, yule mnyama ni halali kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, ay Mwenyezi Mungu, situadhibu tutakaposahau au tutakapokosea. Kwa hivyo, muislamu haadhibiwi wakati anapofanya makosa, wakati amesahau, wakati amelala, wakati amelala. No. Sasa anapochinja hakupiga bismillah kwa kusahau, kwa kusahau sio kukusudia. No. Usikusudie sipige bismillah. Yeah. E. No. Okay. Okay, na kuna kitu kabla hujahama, unajua kuna muhimu watu wajue hapa kwenye kuchinja huyu udhiya. No. Bismillah ni kuchinja chochote Naam. Lakini huyu udhia mnyama udhia je kuna maneno maalum? Eh, ndio hapo tunapata kujua kwa kwa maneno maalum ya kuyazungumza mbali na bismillah. Naam. Ah ni bismillah, alafu lipokelewa kwa Mtume saa sallam akisema Allahumma hadha uh, minni hiki kichinjwa kinatoka kwangu na Mwenyezi kwa Mungu tarudi kwako, basi Mwenyezi Mungu takabbal minni kikubalie. Naam. Hiki kichinjwa ni, ni, ni kutoka kwako na kinatoka kwangu chaja kwako basi kikubali. Naam. Haya maneno hayo kuyazungumza No. Basi baada ya bismillah baada bismillah baada bismillah basi yeah. itakuwa unachinja no, no. so, no. kwa hivyo unaona kwamba na na huyu mnyama akato kuchinjwa mpaka angalie direction maalum kwamba angalie kibla ndio achinjwe, ama mnyama akiangalia kote maadamu madamu upige bismillah tu tayari, anakuwa ni halali. Kuelekeza kibla muhimu kwa Muislamu, lakini e, sio kwamba mnyama kama hakuelekea kibla amekuwa sio halali naam no. kwa nini? Kwa sababu kuna mnyama kama ng'ombe Anavuma mm -hmm. Kama ngamia anafujwa ankamangamia anafujwa kiasi kwamba umemtia kisu mm -hmm. eh, pametoka jasho watu sasa. Ukileta kwamba kuelekeza kibla, lazima italeta haraji ita lakini kama food. Kama kama ametulia na e, kama imewezekana elekeza kibla ni vizuri zaidi, lakini kama hakuelekea, kwa hivyo no. basi ana neno unaweza no. kuelekeza kokote ukachinja, boro amechinja yale masharti ambayo kwamba ma yanapatikana no. ukakata koo ukamwacha mwenyewe akatapata kinapata vizuri no. Ukichinja umwachie atapetape mwenyewe raha zake, sio kwamba atumshikilie kwamba hana nafasi ya kutapatapa no. Mwache atapetape, akimaliza amekufa ndipo chukua nyama yao. Shekhe, wajua ukimwachilia wajua, kuna wanyama wengine kama vile ng'ombe zingine, shekhe, wa za kueluka wajua, lakini ng'ombe no. imefungwa Amefungwa miguu kwa sababu ya yauechelea hayo eh, lakini kumwacha na narukaruka ile ile, ni raha ya kufa ile. Kwa hiyo unamwacha pale, lakini kama najua kwamba huyu hawezi, kwa sababu aangamia, ama ngome naweza kulita shida, nd afungwa ili kudhibitiwa isitokee mambo kama haya, kata madhara. Nafikiri message imefika. Shukran jazira, wa asalamu alaykum, wa alaykum salaam.